Jini yule mrembo sasa hakujificha tena, aliamua kujionyesha wazi wazi katika umbile lake halisia la kijini, macho yake yakiwaka misiri ya moto mwekundu. Sauti yake ilibadilika kuwa nzito, yenye mwangwi, ilikuwa ikijirudia rudia. Alisema kwa ghadhabu na msisitizo mkubwa kumwambia Derius, siwezi kukuacha sasa, wewe ni wangu tu milele daima Derius akiwa hoi na mwili wake wote ukitetemeka kwa hofu, huku akitokwa na kijasho chembamba, alianguka chini pembeni ya bodaboda yake. Yule jini alikuwa akielea juu ya ardhi, huku akimsogelea taratibu, kama kivuli kilichobeba mauti. Lakini Derius alikumbuka kitu kimoja hakika, imani uponya, na ndo msingi mkuu aliyokuwa akiishi katika maisha yake yote tokea alipokuwa mdogo. Nafsi yake ilizungumza naye kwa sauti ya ndani. Ilikuwa ikisema ukiona giza limezidi liite jina la Mungu wako. Kwa nguvu za mwisho alizobakiwa nazo, Derius alianza kulia. Hakuweza kutoa sauti, kupiga kelele wala kutikisika, kana kwamba amebanwa na jinamizi. Taratibu alizungumza kwa sauti ya chini kabisa, kutokea ndani ya nafsi yake. Eh, Mungu Baba nisaidie na kuomba niokoe Ghafla aliweza kupata nguvu kwa kiasi fulani na akaongeza ujasiri. Huku akiwa kwenye hisia nzito kama anaongea na Mungu ana kwa ana. Alihisi yuko karibu na Mungu kuliko kawaida katika siku zake zote ambazo amewahi kuishi ulimwenguni. Aliendelea kusali kwa imani yake huku akitoa msisitizo wa maombi. Mungu Baba niokoe, hakika hakuna lililo juu ya mamlaka yako. Punde si punde, mwanga mkali ulitokea angani ukaangaza mahali Derius alipokuwa, bila ya yeye au mtu mwingine kuona mwanga ule. Mungu alituma malaika wake kwa siri kwenda kumwokoa Derius. Haikupita sekunde, yule jini alipiga kelele ya ajabu yenye maumivu makali ndani yake, kama mtu anayeteketezwa kwa moto usioonekana Alianza kurudi nyuma kwa spidi kubwa na kaanza kuyeyuka taratibu kama moshi unaopeperushwa na upepo kwa kasi kubwa. hakika utukufu wa Mungu haujawahi kushindwa na kitu chochote, nafsi ya Derius ilisema. Derius alianguka kifudifudi kutokea pale alipokuwa, machozi yalikuwa yakimtiririka kwa wingi. Hakuweza kuamini alikuwa bado yupo hai na amepata wokovu kutoka kwa Mungu wake mpenzi. Zilipopita dakika kadhaa, alikuwa amepata nguvu, akanyanyuka kutoka pale chini, akajikunguta vizuri, kisha akawasha pikipiki yake na kuelekea nyumbani. Alipofika nyumbani, usiku wake ulikuwa mrefu sana. Hakuweza kumsimulia mkewe kilichomkuta, lakini nafsi yake haikuacha kumsifu na kumshukulu Mungu usiku mzima. Asubuhi iliyofuata watu walimwona Derius akiwa amebeba kitabu cha dini mikononi mwake, alikuwa akipita anaomba kimya kimya akielekea katika nyumba ya ibada. Na tokea siku ile alibadilika kabisa, alikuwa mtu wa ibada kuliko kawaida. Hakutaka kupitwa na ibada yoyote, labda kama angekuwa amepatwa na dharura. Pia alikuwa mstari wa mbele kuwaonya na kuwahusia vijana wenzake kuhusu mambo ya ulimwengu wa giza, tamaa na neno la Mungu. Aliwahasa sana watu ndani ya familia yake pamoja na ndugu, jamaa na marafiki kuhusu nguvu, utakatifu na utukufu wa Mungu. Derius alijua sasa kwamba hata angekuwa akiendelea na kazi yake ile ile ya bodaboda, sio kila abiria ni binadamu na si kila safari ina mwisho salama bila Mungu. Funzo: Maisha yana safari nyingi zisizotarajiwa. Lakini kadri giza linavyozidi, ndivyo tunavyopaswa kumkumbuka Muumba wetu. Katika kila jaribu kuna njia ya kutoka, lakini si kwa nguvu zetu bali kwa nguvu na msaada wa Mwenyezi Mungu.